Ya Bwana Yesu asifiwe nimekuja ni hoji uchache tu. Je, yeah. Kwenye nchi yetu sasa ukishakuwa na chembechembe -chembe za utu na ubinadamu basi inaonekana hufai. E, waziri wa mambo ya ndani Simba Chawene sasa sio waziri wa mambo ya ndani tena. Je, yeah, video hii ndio chanzo cha kutumbuliwa kwake haya lioko anayazungumza hayaonyeshi kwamba ni kiongozi anayestahili kuendelea kukaa kwenye hiyo nafasi. Je, kwa nini atumbuliwe au aondolewe kwenye nafasi hiyo, ili hali katoka kuzungumza maneno yanayoonyesha hekima kubwa na uadilifu katika kazi, wakati anawaelekeza jeshi la polisi namna sahihi ya ukamataji? Je, yeah, maneno haya yanafanana na hichi ambacho amefanyiwa? Hebu tumsikilize. watu wa kwa, kwa watu namna nama ya ukamataji, ili mimi nimekwisha mwelekeza IGP. IGP nikamwambia, bwana, katika kipindi hiki kwa kweli mimi nisingependa ukamataji wa tofauti. Ukamataji ninaoupenda mimi ni ule wa kwa mujibu wa sheria, askari amevaa sare, askari anakwenda report kwa mjumbe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 Haustahili kuwa kiongozi wa watu. Ina maana inawezekana wanaotakiwa kuwa viongozi ni wale ambao wana roho za ushetani za kuumiza watu na kuto kutaka mambo ya haki katika taifa letu. Mambo haya hayatakii kuwa hivi. Mfikiri na mtafakari, tunakokwenda tunakwenda kuzama kama taifa. Uwe na wakati mwema.